So, ladies and gentlemen, kuna mwamba fulani hivi ambaye amekuja ambaye ni mzungu mwenye aliishi ndani ya Tanzania takriban miaka kumi na minne na hivyo basi akaweza kurudi zake uzunguni kwa minajili ya kujiendeleza kwenye masomo ama kisomo ambacho alikuwa anapungukiwa kwenye maisha yake. Kulingana naye mwenyewe asema, ameweza ku release video jana juzi. Nilipata hii video nafikiri ya kitambo kidogo, lakini mimi personal niliweza kuipata juzi, ambapo ni kama alikuwa anatoa Lecture, ama ni kama alikuwa anapasha ama anawapa ukweli wale ambao ni Waafrika especially kutoka East Africa, kulingane mwenyewe alikuwa wapaka ukweli ama waambia ile reality of things how they are inside Europe, ama vile ambavyo maisha halisi yapo ndani ya Uingereza ama ndani ya, ya uzunguni kwa ujumla, na basi akawa yasisitiza watu ama akawa anasisitiza Waafrika na kuambia kwamba hakuna ulazima wowote wanyinyi mujilazimishe m uzunguni just because ya kwamba mumeambiwa uzunguni kuna maisha bora, na akawa ya elaborate, akifafanua, kwa sababu yeye amesema ako na ujuzi ama ako na experience ya yale maisha ambayo aliishi ndani ya Tanzania takriban miaka kumi na minne akikompea na mwaka mmoja ama mwezi mmoja ambapo angekuwa yaishi zake uzunguni, basi yasifia uh, yasifia Tanzania ama yasifia Afrika sana sana sana akitofautisha na uzunguni yale maisha ambavyo yapo tuweze kumsikiliza dakika like, moja turudi tena hapo I have a message for for you. All of you, all of you. you. wanna come to to Europe, Europe. Europe. huh? Stupid. Stupid, stupid, stupid. I I get so many questions. Chef, Chef, I want work with you here in in in Europe. Chef, arrange a a job for me in Europe. Guys, life is a bitch in Europe.

You graft hard, your life is much better. So, personal, mimi kama KG Chipande na msapoti mzungu na bado vile vile, bado nakubaliana na kile kitu ambacho yakiongea, kwa sababu yeye yakiongea kwa uchungu ama yakiongea akikifil, kwa sababu yaona vile ambavyo kama Waafrika kwa ujumla tunavyotumika ama kama Waafrika kwa ujumla tunavyodanganyika. Kikweli kabisa anachokiongea ni sahihi na ni kweli. Waafrika wengi sasa hii, especially sisi kutoka East Africa, Kenya, Uganda na Tanzania tumeona kambe kama yani, tukishapata mzungu ama tukishapata chance ya kwenda uzunguni basi tumetoboa kimaisha. Yaani, kama huye ni mwanaume watafuta kimada ama watafuta kisichana ambacho kimetoka uzunguni, ukiwa na target na mentality ya kusema kwamba once nikimpata huyu mzungu akinipa visa ya kwenda zake kule kwao uzunguni basi nitakuwa nimetoboa nini? Nimetoboa kimaisha. Na kama pia ni msichana, pia ako na ile target, akiwa na target ya kupata nini? Kupata mzungu, ili mradi afanye nini? Achimbe zake uzunguni. Kwa sababu gani? yajua ni msichana, basi, enda zangu uzunguni basi, nimetoboa kimaisha. Na hivyo bado huyu mzungu akaja akatuambia kwamba wale ambao tayari wametangulia, ambao kwa kule uzunguni, ambao ni madada zetu, anti zetu, wengine ni watu ambao ni familia zetu tayari wengi wao hawataki kutuambia ukweli wa halisi ya wale maisha vile ambavyo yako kule and they don't want to open up themselves kwa sababu Sometimes it seems as if it's a shame, wanasema kulingana na huyu mzungu, vyenye anasema, inaonekana kama aibu kwao wakituelezea hali halisi vile ambavyo wanapitia kule, ukilinganisha maisha ya nchini kwetu na maisha ya kule ni maisha mengine tofauti sana kikweli. Najua watu kwenye koment hapo watashuka, tunaambia kwamba ni like yesterday, nilipoona hiyo video, kuna msichana mmoja alikuja akakomenta kusema kwamba ni bora niteseke na mzungu kuliko kuteseka na mwafrika mwenzangu. Mwingine akaja akasema kwamba ni bora nikufie uzunguni kuliko kukufia Afrika. Mwingine akaja akasema ni bora nilale njaa uzunguni kuliko kulala njaa ndani ya Afrika. Mwingine naye pia akaja akasema ni heri nichukuliwe ama nitolewe tax ndani ya uzunguni kuliko kutolewa tax ndani ya nchi za Afrika. Kiukweli nafikiri watu wakona mentality tofauti, na hii yote najua ni kwa sababu ile maisha pale ambapo yametusukuma, maisha pale ambapo yametupeleka mpaka ukingoni, ni whether tunakataa kufikiria ama kuchukua hata zile advice ndogo ndogo ambazo tunaweza tukapewa. Kiukweli nakubaliana, lazima nikubali kwamba Kenya, Tanzania, Uganda, yale maisha ambapo yalikuwa miaka kumi iliyopita na yale maisha ambayo yako sahii tunavyoongea ni maisha mawili tofauti sana yani. Those days maisha yalikuwa at least better compared to these days nowadays. Sahi maisha yamevurujika kabisa kabisa. We are always complaining on the the governance of the country. Yani, siku zote tunalalamika kuhusiana na serikali ambayo iko kwenye kwamba, hiyo ndo, ndo kisa ado a mpaka maisha ameua vile magumu sa akini kiukeli ni kama dunia nzima. Me yesterday, the other day I was talking to a certain lady from Tanzania. Yanabia, Tanzania wanakipitia kikali sana hata juzi watu wa Tanzania pia Dola, I, I mean pesa yao imeshuka in terms of currency, pesa yao imeshuka na kiwango cha chini sana sana sana, yani imeshuka mali imeshuka in a way that they uh, didn't expect. Paka madam mwenyewe Samia ameshtuka in a way that anaona sahii nchi inaelekea kubaya kweli, na si Tanzania peke yake. Kenya pia the same thing, Uganda pia the same thing, wananchi wanalalamika. Hakuna nchi sahii ambao utaenda utakwambia kwamba last year was worse, lakini this year at least alhamdulillah, we are uh, kila nchi ukienda sasa utakwambia bora ya mwaka jana, bora ya jana, bora ya dakika iliyopita, lakini sahii mambo ni, mambo ni balaa. Hata warabuni kwenyewe ambao watu wengi sahii wanakimbilia kwenda fanya kazi, warabu wenyewe sahi they are complaining Yes, they are complaining, mde, ile maisha ambayo iko sahii na maisha ambayo yalikuwa miaka miwili mitatu iliyopita ni maisha mengine tofauti sana. Sahii maisha imekuwa magumu kila mahali tusidanganya tu. Lakini sasa huyu mzungu ametuambia reality the way that um, zile tax ama vile ambavyo maisha yako uzunguni na, na Kenya ni, vitu vili tofauti. Na ametoa mifano, ametoa baadhi ya mifano na mimi kama KG nikiulizwa mfano mmoja ambao naweza nikatoa, nitaanza kuongelea kuhusu environment. Hebu angalia kuhusiana na swala zima la environment ambayo tunapata nayo kwetu, sisi kwetu, tuko na kwetu kumaanisha Afrika ama East Africa. Angalia environment ambao tuko nayo, we own our land. Sisi ni watu na mashamba yetu, that is one. Sisi ni watu ambao tuko na uhuru wa kutembea popote tunapojisikia, masao yote yale ambayo tunajisikia, that is two second. Sisi tuko na sehemu nyingi za kujivinjari ambazo utatumia pesa kidogo, ama usitumie hata ndururu ya peni na uende zako uende ukaenjoy, but these things huwezi ukapatana nazo ndani ya Europe. Each and every place ambayo utaenda ambayo ni ya enjoyment ama ya kujiburudisha, we mwenyewe you have to pay a, a, a certain coin. Ni lazima upende ukatae. That's how it is in Europe. Na ukiangalia ile life ambayo tunapatana nayo sisi kama Waafrika kwa Afrika wenyewe, tayari kuna labda sahihi sahi, hata Afrika wenyewe pia sasa tunaanza kuchukua yale maisha ambayo yako kule uzunguni, kama, kama ni mtu ambaye humfahamu kabisa, kama havikuwa these things were not there. Africans were brothers, they were sisters they used to help each other in anything that they need. Yani mtu yote ambaye atakuwa in need alikuwa haezi akachwa akateseka. Angalia uh, uh, raw materials ambazo tuko nazo kama Afrika. Zile materials ambayo zinafaa ziende kwenye industry zitengenezwe madhahabu, matitanium, zile zote petroleum, crude petroleum zile vitu vyote, bidhaa zote ambazo wazungu wanakuja wanatupiganisha. Wakishatupiganisha wanajifanya tena, wanakuja tena baadaye atu walete amani na ile time wakisha anataka amani Wanajifanya marafiki zetu, wanatupokonya vitu vyetu, wanaenda navo hao, wanavitengeneza, alafu wanatuuzia tena sisi. Tunaona kambe kama hao ndio matajiri, alafu sisi tunajitoa kwetu, tukienda kwao, tukiwategemea hao, wakati hao wanatumia mali zetu ama rasilimali zetu kujitajirisha. Wallahi, tukisha keti tukifikiria into detail, tutaona vile ambavyo hawa watu sometimes they are very cruel to us, lakini wamefichia pazia in a way that sisi hatuwaoni ama hatuoni ule ukweli wao ambao wako nao. You want to know what's happening here?